Huzuni, simanzi na vilio vimetawala katika kitongoji cha Kibatini kilichopo kata ya Mzizima jijini Tanga baada ya watu nane ambao ni wakazi wa kijijini hapo kuuawa kikatili kwa kukatwa mapanga na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia Mei 31 mwaka huu. Wakizungumza na Chanel 10 kijijini hapo, baadhi ya wananchi hao wamesema tukio hilo la kusikitisha limetokea usiku wa manane baada ya watu wasiojulikana kuvamia nyumba zao na kuwaamsha, ambapo baadhi yao walikamatwa na hatimaye kushambuliwa kwa kukatwa na mapanga. Akizungumzia tukio hilo, diwani wa kata ya Mzizima Frank Chilumba amesema wananchi wamekuwa na wasiwasi na usalama wao kutokana na ukweli kwamba ulinzi katika eneo hilo upo kwa muda mrefu, lakini bado yametokea mauaji ya kutisha, hali inayoendelea kuwatia hofu. Kamanda wa polisi mkoani Tanga Leonardi Po amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa watuhumiwa wa mauaji hayo wanaodhaniwa kuwa ni wahamiaji haramu walivamia kitongoji hicho na kufanya mauaji na hatimaye kupora mchele, biskuti na bidhaa nyingine.